Watu wengi sana wanahitaji kufanikiwa lakini ni wachache ambao wanafahamu gharama ambazo zinahitajika kulipwa katika mafanikio yoyote ambayo mtu anahitaji ili aweze kufanikiwa kama ambavyo anahitaji. Leo katika kona yako ya saikolojia, na mwanasaikolojia na mwinjilisti wako Paul Ringo, nataka tupate nafasi ya kuangalia gharama tano ambazo zinahitajika kulipwa ili uweze kufanikiwa katika jambo lolote ambalo unahitaji kulifanya kwenye maisha yako. Gharama ya kwanza ni gharama ya muda. Jambo lolote ambalo unatamani kulifanya na liweze kuwa na matokeo makubwa linahitaji kulipiwa gharama ya muda. Lazima uwe tayari kuwekeza muda wako wa kutosha kwenye hilo swala, kuwekeza muda, wakati wa kulifanya ulipe muda mwingi sana lakini pia kuwekeza muda katika kulisubiri au kulifanya kwa muda mrefu mpaka pale litakapokuja kutokea vitu vikubwa. Ambavyo tunaweza kuviona leo, ukiwauliza waliovikamilisha watakueleza ya kwamba mawazo hayo walikuwa nayo tangu siku nyingi, na walianza mchakato taratibu, pengine walianza katika udogo, na baadaye baada ya muda mwingi na miaka mingi, pengine wakaweza kufikia katika ukubwa ule ambao wameuona. Ukishindwa kuwa mvumilivu katika muda hautaweza kuwa na matokeo ya vitu vikubwa kwenye maisha yako. Gharama ya pili ambayo unahitajika kuilipa sana ni gharama ya maumivu. Lazima uwe tayari kuumia unapokwenda kukamilisha ama kufanya jambo lolote ambalo ni kubwa, pengine ni mawazo makubwa ama ni kitu kikubwa unahitaji kukifanya. Kuna vipindi vya kusalitiwa, kuna vipindi vya kukataliwa, kuna vipindi vya hasara, kuna vipindi vya kukosa kibali. Kuna vipindi vingi vya maumivu kwenye hilo jambo. Swali, je, wakati hayo maumivu unayapata, bado ndani yako patakuwa na nguvu ya kuendelea na jambo hilo? Watu wengi huwa wanashindwa kuvumilia, wanashindwa kulipa gharama ya maumivu wanapoingia kwenye vipindi hivyo, na zile ndoto au mipango na mikakati inakuwa imeishia hapo. Lakini ukweli ni kwamba unapaswa kulipa gharama ya maumivu unapohitaji kufikia jambo lolote kubwa ambalo unalihitaji kwenye maisha yako. Gharama ya tatu ni gharama ya kujifunza. Hata maandiko matakatifu yamesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kujifunza kunampa mtu kuwa na maarifa katika kile ambacho anahitaji kukifanya katika ukubwa au kitokee katika ukubwa. Jambo lolote ambalo unalifanya na umepata muda mwingi wa kujifunza hilo jambo, pengine kwa experience, kwa kusoma vitabu, kwa kuuliza ama kwa namna yoyote ile, lakini una maarifa mengi kuhusiana na jambo hilo, hekima yako kwenye hilo jambo itakuwa juu sana, na mwisho wa siku utajikuta unalifanya katika ukubwa na ufanisi mkubwa. Kwa lazima ukubali kujifunza. Ukiona una jambo kubwa unatamani kulifanya na ujifunzi kuhusiana na hilo jambo, basi ujue kuna namna tu utafeli katika utekelezaji au katika kulikamilisha. Gharama ya nne ambayo unapaswa kuilipa ni gharama ya nidhamu. Kitu chochote ambacho unahitaji kukifanya katika ukubwa kina nidhamu yake, kina nidhamu yake, namna ya kuingia na kutoka, kina nidhamu yake, namna ya kuweka mipango na namna ya kuishi, ili uweze kufikia katika ukamilifu wake. Lazima ukubali kutembea katika nidhamu. Ukikosa nidhamu discipline, kwenye maisha yako au kwenye jambo lile ambalo unahitaji kulifanya, basi ujue huwezi kufikia katika ukubwa ule ambao unahitajika. Unahitaji kuwa na ndoa nzuri, lazima uwe na nidhamu nzuri kwenye ndoa. Unahitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa, lazima ufahamu nidhamu ya kibiashara. Unahitaji kuwa msanii, lazima ufahamu nidhamu ya kisanii. Unahitaji kuwa mtumishi mkubwa, lazima ufahamu nidhamu na maadili ambayo unahitaji kuwa nayo katika utumishi. Na ukifahamu na ukiweza kulipa gharama hiyo ya nidhamu, maadili yanayohitajika katika hilo eneo ama namna ambavyo unapaswa kuenenda katika hilo eneo, utajikuta basi unalifikia katika ukubwa ule ambao umeutazamia. Na gharama ya tano ambayo ni muhimu sana ni gharama ya kumuhusisha Mungu kwenye kile ambacho wewe unakifanya. Mungu amesema tumkiri yeye katika njia zetu, naye atazifanikisha, lakini akasema pia kila ambalo tunalikusudia yeye anaweza akalikamilisha, kwa tunahitaji sana kuwa na Mungu katika vile ambavyo tunavifanya, ili viweze kuwa na matokeo makubwa mimi na udhubutu wa kusema huu, ukiona jambo lolote kubwa limefanyika katika ukubwa na limeweza kuonekana katika ukubwa, lazima nyuma yake kuna nguvu ya Mungu wa kweli, au pengine kuna nguvu ya mungu wa uongo, huyo mtu alimtafuta akamsaidia kukamilisha jambo hilo. Ukiwa neutral huna nguvu yoyote ndani yako, huwezi kufanya vitu katika ukubwa. Na ndiyo maana watu waliofanikiwa sana, kama hatoi sadaka sana kwa mungu wake, basi utakuta kuna kamungu kake ka uongo anakokatolea sadaka anakokaabudu anakokatumikia. Kwa ili uweze kufanikiwa, unahitaji kumhusisha sana Mungu kwenye lile jambo ambalo unalifanya kwa maombi, kwa kutakatifu, kwa dhabihu na sadaka, kwa, kwa mambo yote ambayo yanaweza kuhusisha maswala ya imani, lakini hakikisha ya ya kwamba Mungu ni sehemu ya kile ambacho unakifanya, na ukifanikiwa katika hilo, basi utajitengenezea mlango mkubwa wa kuweza kufanikiwa. Mambo haya matano ukiweza kuyalipia gharama yake kwa nguvu sana, na mengine madogo madogo mengi ambayo unayafahamu, basi utakuja kujikuta unakamilisha lile jambo ambalo unalifanya tena kwa ukubwa. Ni kitu gani ambacho unatamani kifikike kwa ukubwa kwenye maisha yako? Mimi nakuombea Mungu akusaidie uweze kuzilipa gharama hizi, lakini Mungu akae katika njia yako, akusaidie kuweza kufikia katika ukubwa ule ambao unauhitaji. Usisahau basi kusubscribe kama umeona mafundisho haya yana manufaa kwako, lakini pia share kwa wengine ili waendelee kujifunza. Like na comment ili kuendelea kuboresha huduma na programu hii kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. Mimi nakutakia kila laheri, unapoimarika na sisi tunaimarika.